Mwanafunzi wa Kiswahili, ujambo? Mali ulipo nadhani kwamba umedamka ukiwa mzima kama garange za mkarabala. Naitwa Ustadh Kamunai, na kipindi ambacho kinaenda hewani ni kipindi cha Uketo wa Kiswahili, na ningependa leo mada yetu tuweze kuzungumzia matumizi ya kiambishi ki Tunajua kwamba kiambishi kii huwa na matumizi mengi mno sana, ni takriban karibu sita hivi ama tano. Na ni vyema wakati ambapo tunazungumza tuweze kuzingatia namna kiambishi hiki kii kinaweza kikatumika <clears throat> Kwanza kabisa, kii inapotumika katika sentensi, nadhani una kalamu na karatasi, unaweza nakili mambo haya kando hapo. Uh, na uweze pia hata kusubscribe kwenye kipindi hiki chetu. Kwa hivyo ki inapotumika katika sentensi, ki huweza kutumiwa katika sentensi kama ki cha masharti. Kwa hivyo mojawapo ya matumizi ya ki ni kwamba ki ni ki cha masharti ama ki cha lazima. Tunaita ki cha masharti ama ki cha lazima. Tunaposema kwamba ni ki cha masharti ama ki cha lazima, inamaanisha kwamba ki inapotumika katika sentensi kitendo fulani, kumbuka kwamba vitendo viwili huwepo. Ndipo sentensi iweze kuwa na ki cha masharti, ni lazima kuwe na vitendo viwili, na panapokuwa na vitendo viwili, kitendo kimoja kinategemea kitendo kingine kuweza kutokea. Kwa hivyo ndiposa tunaita lazima au masharti ni kwa sababu ni lazima kitendo kimoja kiweze kutokea ili kitendo kingine kiweze kufuata. Kwa mfano, ukisema kwamba Amina akisoma kwa bidii atapita. Amina akisoma kwa bidii atapita. Endapo utaangalia sentensi hiyo, kuna vitendo viwili, kuna kusoma kwa Amina na kupita kwa Amina. Kule kusoma kwa, kwa Amina kunategemea kule kupita kwa Amina kunategemea kusoma kwa Amina. Ukisema kwamba Rahab akijenga hapa hataishi hapa. Rahab akijenga hapa ataishi hapa. Kuna kujenga na kuishi. Kitendo ja, cha kuishi kinategemea kujenga. Kwa hivyo tuelewe kwamba katika sentensi ki inaweza kutumika kuleta masharti ama kuleta dhana ya lazima, na inapotokea hapo tuelewe kwamba kitendo kimoja kitatokea tu endapo kitendo kingine kimeweza kutokea katika sentensi. Na mara nyingi tunapokanusha ki cha masharti, ki cha masharti ugeuka na kuwa sipo. Kwa mfano, tumesema Rahab akijenga hapa ataishi hapa. Endapo utaambiwa kukanusha sentensi hiyo, basi itakuwa Rahab asipo. Kwa hivyo, kile ki cha masharti kinakuwa sipo. Rahab, asipo, asipojenga hapa hataishi hapa. Kwa hivyo utaona kwamba ki cha masharti, wakati ambapo kinafanyiwa nini, wakati ambapo kinakanushwa, kinageuka na kuwa sipo. Jambo jingine ambalo ningetaka pia tuliweze kuzungumzia ni kwamba kando na ki kutumika kama ki cha lazima ama ki cha masharti, kinaletumika pia kuleta ama kuandika maneno katika hali ya udogo tunajua kwamba maneno yanaweza yakadogoshwa ama maneno yanaweza yakakuzwa ama kuandika kwa ukubwa. Na maneno yanapoandikwa kwa ukubwa ama wakati ambapo maneno yanadogoshwa, ni vyema tujue kwamba maneno yakidogoshwa, kwanza, maneno hayo yamedunishwa. Jambo jingine ni kwamba maneno yanapoandikwa katika hali ya udogo maneno ama, maneno hayo ama nomino hizo zinaonekana kuwa ndogo kuliko hali yake ya kawaida. <coughs> Nitachukulia kwa mfano, twajua kwamba kuna nomino mtoto. Kuna nomino mtoto, ukubwa wake ni toto, udogo wake ni kitoto. Kwa hivyo wakati ambapo unasema kitoto hiki, yule mtoto ana, anaonekana ama taswira inayojengeka ni kwamba mtoto yule ataonekana ni mdogo zaidi, na jambo la pili ni kama amedunishwa. Kwa hivyo wakati mtu anasema kitoto hiki, amemdunisha mtoto yule. Kwa hivyo kitoto, kwa, kwa hivyo kitoto inatumika ni ki na kinaleta udogo wa nomino hiyo. Vilevile unaweza chukulia nomino kama vile sakafu tajua sakafu ukubwa wake ni ji sakafu, udogo wake ni kijisakafu. Vilevile dari, dari ni sehemu ya juu ya nyumba dari. Kwa hivyo dari udogo wake ni kijidari kwa sababu ukubwa ni jidari, ukubwa ni jidari. Kila ambacho ningetaka uelewe ni kwamba neno lolote ama nomino yoyote ikiandikwa katika hali ya udogo neno hilo huchukua sifa za maneno katika ngeli ya kivi. Neno hilo huchukua sifa za maneno katika ngeli ya kivi. Kuna jambo ambalo ningetaka. Kwa hivyo tumeangalia kwamba ki inaweza ikaleta dhana ya udogo, inaweza tumika kuandika udogo wa nomino. Pili, tumesema kwamba ki kinaweza kutumika pia kuleta nini? kuleta dhana ya lazima au masharti. Kuna ki ya ngeli, nomino zote ambazo ziko katika ngeli ya kivi hali ya umoja, viarifu vyao vinaanza na ki, viarifu vyao vinaanza na ki. Kwa mfano, kitabu kiliondolewa mezani, kitabu kiliondolewa mezani. Kitabu kiliondolewa, kuna kiarifu hicho kiliondolewa, kinaanza na ki. Kwa hivyo hicho ni ki cha ngeli. Kwa hivyo tufahamu kwamba wakati ambapo tunatumia ki, pia inaweza leta ama inaweza tumika kuleta hali ya nini? Hali ya udogo. Kunradhi, ina inatumika kuleta kama, kama kiarifu cha ngeli ya kivi hali ya umoja. Ah, ningependa pia tuzungumzie kwamba ki inapotumika katika sentensi pia inatumika kama kielezi. Inaweza ikatumika kama kielezi ama inaweza ikatumika kama kielezi cha namna mfanano mwanzoni mwa kielezi cha namna mfanano. Kwa hivyo kinatumika mwanzoni mwa kielezi cha namna mfanano. Nataka niweze kuweka wazi kwamba Wazi, nataka kuweka wazi kwamba nataka tuchukulie kwa mfano, ukisema kwamba mzee mm, yule anaongea kitoto. Mzee yule ama ajuza yule anaongea kitoto, unamithilisha ama unafananisha mazungumzo ya mzee fulani ama ajuza fulani na jinsi mtoto anavyozungumza. Kwa kufanya hivyo basi utaweka kiambishi ki mwanzoni kito. Mzee yule anaongea kitoto. Ah, mbona unaongea kikasuku <clears throat> mbona unaongea kikasuku. Twajua kasuku ni ndege. Kwa hivyo, kikasuku, unafananisha jinsi mtu anavyoongea na jinsi kasuku anavyokorokocha. Najua kwamba ndege hukorokocha kwa hivyo kasuku huwa anakorokocha sana. Kwa hivyo mbona unaongea kikasuku? Unaona, kwa hivyo unamithilisha jinsi kasuku anavyokorokocha na jinsi mtu fulani anavyozungumza. Na ndiposa nawaambia nini, ndiposa ninasema kwamba ni, ni vyema tuyoelewe kwamba kii pia inaweza ikatumika kuleta dhana ya namna mfanano. Kii pia kuna kii cha wakati ama kia wakati. <clears throat> kia wakati inaweza ikatul... inatumika katika hali endelevu. Kwa mfano, itatumika kuleta hali endelevu ya wakati uliopita, hali ya kuendelea; wakati ujao, hali ya kuendelea ama hali timilifu, hali ya kuendelea ama wakati timilifu, hali ya kuendelea. Kwa mfano, tukisema kwamba wageni wamekuwa wakila, wageni wamekuwa wakila, wageni wamekuwa wakila. mm. Inamaanisha nini? Inaleta dhana ya, wak ya wakati timilifu hali ya kuendelea, wamekuwa wakila. Baba alikuwa akiimba kanisani baba alikuwa akiimba kanisani. wakati uliopita hali ya kuendelea, baba alikuwa akiimba. Mama atakuwa akipika, mama atakuwa akipika, wakati ujao hali ya kuendelea. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya matumizi ya ki. Mwishoni inaweza kutumika, kuna ki cha kiwakilishi. Kwa mfano ukisema chakula ki mezani, chakula ki mezani, wakati unaposema hivyo. Kwa hivyo unatumia ki kama kiwakilishi. Kwa hivyo mwanafunzi mpenzi, um, wa lugha, nimesema kwamba ki ina takriban karibu matumizi sita. Nimesema kwamba kuna ki ya masharti, ki ya udogo. Nimesema kwamba kuna ki ya ngeli. Nimesema pia kwamba kuna ki ya wakati hasa wakati unaleta ile dhana ya kuendelea kwa kitendo. Kuna ki ya kiwakilishi na nimesema kuna ki ya kielezi cha namna mfanano. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya matumizi ya ki. Kwa hivyo tuelewe kwamba kuna matumizi ya maneno na viambishi, baadhi ya viambishi, na mojawapo ya viambishi hivyo ni ki. Kwa hivyo tuelewe kwamba kuna matumizi ya viambishi hivyo. Kwa hivyo nawatakia mchana usiokuwa na bukdha. Naitwa Ustadh Kakamunai. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi chetu ambacho ni Uketo wa Kiswahili. Asanteni sana, Maulana wajalie mchana mwema, mchana mwanana. Tuonane wakati mwingine.